Mimi siyo yule kungi wa kukufunza wewe ukabinue kiuno kitandani ili mumea wa kupende sana, ila zingatia haya ninayokufunza. Sikufunzi mafunzo ya kivita na uhasi hapa, tafadhali. Tambua kule unapokwenda kuishi mumewa, na wazazi na ndugu zake, waheshimu kama ulivyokuwa unawaheshimu wazazi wako. Dumisha upendo, tambua wao sasa ndiyo familia yako mpya. Epuka kuwa mchochezi na chanzo cha migogoro na chuki, ndoa isije kukushinda ukampa sifa mbaya, somo. Mwanangu, siku zote amini chochote apatacho mtu ni majaaliwa ya Mungu. Usitamani maisha ya wengine, mvumilie mumeo kwa chochote alicho nacho au apatacho. Lizikanaye, mkumbatie, mtie moyo na umwombee, hakika mtafanikiwa ardhini na mbinguni, maana Mungu hujibu maombi yao wamtafutao kwa bidii wakizishika amri zake na kujituma katika kufanya kazi. Epuka tamaa na utajiri wa mali nyingi. Kumbuka ndoa siyo kicheni pati au sendi ofu, bali ni mfumo mpya wa maisha unaohitaji wawili wenye kutoka familia tofauti kuunda familia moja itakayounganisha na kuyaenzi yale yote mema ya pande zote mbili na kuwa bora zaidi itakayodumu kwa mafanikio na amani pia na furaha tele. Na wakutakia maisha mema vipi watakucholana piko haya, kwa heri.